Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Enendeni maadamu mnayo hiyo nuru, giza lisije likawaweza. Kwa maana hiyo uwepo wa hiyo nuru ni nguvu ya ushindi dhidi ya nguvu ya giza. Hiyo nuru ni nini? Yohana 1 mstari wa 18. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Anaposema neno alifanyika mwili, ina maana kwamba neno siyo mwili, ni roho. Yohana moja mstari wa nne ndani yake huyu Yesu ambaye ni neno ni roho aliyefanyika mwili, ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya mwili uliokuwa ukionekana nje, alikuwamo neno ambaye ni roho, tena ni uzima, nao huo uzima ni nuru ya watu ing'aayo gizani, wala giza haliwezi. Je, unayo hiyo nuru ndani yako? Na je, unaenenda nuruni kama unavyokiri ya kuwa unayo hiyo nuru? Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, atupenda. Wala usimhuzunishe huyo Roho wa neema, ambaye Baba